Mheshimiwa Rais, upande huu wa sekta ya afya pia nimebaini kuwa dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 12.44 vimeharibika kutokana na ucheleweshaji wa matumizi na kutotekelezwa kutoteke kwa taratibu za kisheria za uondoaji wa dawa zilizokwisha muda wake, yaani muda wa matumizi katika serikali kuu, mashirika ya umma na mamlaka ya serikali za mitaa. Sababu kubwa za hali hii ni utaratibu mrefu wa kupata kibali cha, na cha kisheria cha kuondoa dawa zilizokwisha muda wake. Ununuzi wa dawa kwa wingi bila kufanya, kufanya, kufanya tathmini ya mahitaji halisi na kutofuata taratibu za upangaji wa dawa kwa utoaji wa dawa kwa mtindo wa first in first out kwa maana FIFO. Hii inaongeza gharama za kuhifadhi dawa zilizopitwa na wakati na hatari kwa usalama wa watumiaji. Mheshimiwa Rais napendekeza serikali kupitia Wizara ya Afya Iharakishe mchakato wa kuondoa dawa zilizokwisha muda wake kwa...